kwanza kwanza moja, ukiangalia nanilii vitu anavyovifanya, anavyosaidia watu mashule kama hayo unayoyaona, watu mmoja mmoja, watoto watoto, wanafunzi hao wanasomesha wanafunzi wengi sana eh. Sasa mtu kwanza mpaka uwe na roho ya huruma we mwenyewe, eh, uwe na roho ya huruma. Au wewe jambo, unaonaje

maana hapa hutaji mbunge mwingine zaidi ya Bashe. Wewe hapo Kenya unasemaje? Ila wewe hauamini. Ni sahihi. Na mimi naunga mkono huyu mwingine atakaye kuja kupatikana, labda ambao tutakaye kuja kumhitaji, atafanya nini wakati tayari basi mesha kumanya hivyo vitu? Labda kuna kipi ambacho tunahitaji kwa sasa hivi? Kwa sasa hivi hamna ambacho sisi tunajihitaji, kama mabarabara haya, hapa tayari taa zipo, shule zipo. Kwa hiyo yani, yeye hata kama akiendelea tu kuwepo, sisi tutafurahia, labda tatizo lingine, lakini kwa upande wa mbungu sinaga kabisa mashaka Bunge wetu yuko vizuri, ana roho ya upendo, anasomesha watoto wa watu wengine. Itaka nikae hapa, nimeana wabunge wengi hapa e, toka wakati wa seredi sijai kuona mbunge anajitoa pesa yake ti wasome watoto wa mtu mwingine. Ulishawaikuambao wa hana faida nao, kesha wajui watakuwa na roho gani wale watoto. Wakipata kazi w watamsaidia, basi hata hawezi kumsaidia eh? Nani mwenye, nani mwingine mwenye mwenye roho kama hiyo? Hmm. Tuseme tule ukweli kabisa, alafu mimi tuache mambo ya kivyama ki, hmm. Moyo wake hmm. Bashe anamuita mwanafunzi wewe mbona? Hey. Mwana ujaenda shulena uja eh mwambie shule, baba yako kesho mje ofisini. Hey. Eh, hey. Hey. Kama hamna maandalizi hamjafanya maandalizi <laughs> ambayo mjaaonmini <laughs> <jioni. laughs> Mwana mtu wa maana sana wewe tena mtu anashuka kwenye gari. Mbunge wetu mbunge wetu wanamtamani, wanamtamani na nili, wilaya zingine nyingi sana na mikoa mingine, yani kwamba labda, yani tungekuwa naye huyu tusingekuwa tunajuta, kama nanili kama hawa wabunge wengine ambao wanakwepa akiupikwa, yani kwa kifupi, kama kama ni, kwa kwa kwa sasa hivi ubunge alionao na Mpini kama ungetaka hivyo na wewe kaline shoka, taone sola unilenga. Ndio tuna mbunge mzuri, hakuna mbunge ambaye tunayejivunia hata mpaka sisi mafundi wadogo wadogo wa lengi ya chini wadogo, ii hey. Mimi mwenyewe nilikuwa wa kawaida, nimekuja elfu mbili na tatu haa lakini, nilikuwa mkulima lakini hey! Leo nimekuwa fundi, nikikaa pale akasema nani katengeneza hapo Nkinga? akatoka wapi Nkinga sasa <laughs> na watoto nasomeshea mlemle na yeye ananipa tafu. Kwanza mimi ngoja ngoja, niwaambie kitu kimoja. Unaposema <coughs> hmm, kwamba umtaki Bashe, yani ni kama vile unakosea kuyaii, kwa sababu unaposema kwamba mimi ni simpendi au simtaki, angalia angalia kwanza yale mazuri aliyoyafanya. Unaona? angalia yale mazuri anayoyafanya katika katika ndaa yetu. cha kwanza anasimamia barabara, kasimamia mpango wa maji. Unaona? Haya. watu wamepata maji kwa bei ndogo sana anaendelea kutupambania kutu, kutu. Watu wengi walikuwa hawana umeme, sasa hivi umeme upo, hata mimi mwenyewe nimevuta. Eh, kujua mimi mawazo ya binadamu wote tunalingana akili, mawazo wanadamu hatulingani, isipokuwa ni kwa kila mmoja mmoja kwa namna jinsi anavyoelewa au anavyoiona ile, ile, ule mwenendo mzima wa, wa mtu mwenyewe anavyochapa kazi Sio hivi hivi tu kwamba mtu fulani simtaki, simtaki. Umtaki, umtaki kwa lipi? Angalia anayoyafanya. Sio tu kwamba mimi mtu fulani simtaki au simpendi e, mtu... angalia maendeleo ni maendeleo. Kwanza angalia madhaifu yake, ndio useme kwamba simtaki au simpendi, unaangalia madhaifu.